Uh, kwa majina naitwa Haji Mponda mwenyekiti wa shirikisho la machinga wilaya ya Mpanda. Nashukuru sana mwandishi wa habari kwanza kwa kufika katika ofisi zetu hizi za machinga wilaya ya Mpanda, lakini pia nashukuru pia kwa juhudi mnazozifanya za kuhakikisha kwamba tuna wanakatari, tunaendelea kupata habari na kupata huduma za kuelimika kila kunakokucha. Mimi kwanza nishukuru kwa swali ulioniuliza la kwanza kuhusu namna ya wajasiriamali kuna baadhi wanaolalamika kwamba mikopo hii ya machinga inatolewa tumebezi sana, katika mazingira ya kawaida ni kwenye chama pekee, labda watu wa chama cha mapinduzi. Sasa mimi niseme hilo jambo la kwanza, kwanza nikanushe jambo hilo, halipo hivyo, na niombe tu moja kwa moja, katika mazingira ya kawaida sisi kama viongozi wa machinga wilaya ya Mpanda na viongozi wangu wakati wote kwa pamoja Naomba tutoe wito tu kwa serikali ambao wenye dhamana ya kusimamia mikopo hii ambao wa kwanza ni mheshimiwa mkurugenzi wetu, ndio msimamizi wetu mkubwa wa manispaa ya Mpanda, ambao mikopo yetu inatolewa, kwa meneja wa benki NMB. Watu wa benki sio watu wa vyama. Sisi tunaosimamia dhamana hii, ndugu zangu, mikopo hii ni ya wananchi wote wenye nchi hii, wa CCM, wa Chadema, wakafu war na wale ambao hawana vyama. Mikopo hii inahusu ndio maana rais amesema anatoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo wadogo wa machinga nchi nzima. Hajasema anatoa mikopo kwa watu wa Chama cha Mapinduzi au watu wa CUF au wa TLP au wa UVCCM. Hapana, kwa katika mazingira ka nitaumia sana kama nitaona kuna sehemu mtu yoyote ambayo hana chama au mwanachama wa chama chochote ananyanyasika. Na lingine, mheshimiwa mwandishi wa habari, nitoa wito kwa mtu yoyote ambaye atakayepatiwa kikwazo chochote kwenye ofisi yoyote iwe kwa viongozi wangu wa makata, kwa watendaji wa kata, kwa viongozi wote atakaopata kikwazo chochote au kuwekewa figisu figisu, afike kwenye ofisi zetu za machinga wilaya. Mikopo hii vigezo vyake, mheshimiwa mwandishi wa habari, cha kwanza uwe una kitambulisho cha mjasiriamali, cha pili uwe una genge unafanya biashara sehemu yoyote unimu, una, una, una biashara. Hivyo ndio vigezo viwili cha tatu, huwa una namba ya NIDA. Sasa katika mazingira ya kawaida au kitambulisho hivyo, ni ni jambo ambalo fundi chama hapo, mheshimiwa mwandishi wa habari, tumetaja hapa? Hapana. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida hilo ni jambo ambalo wakati mwingine ni kubwa kabisa. Natoa wito kwa viongozi, isije katokea mtu yoyote akanyanyasika kwa sababu ya chama chake au kwa dini yake. Hata rais, mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano akisikia hichi atachukia sana, au mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya akilisikia jambo hili litamhuzunisha sana, au mkuu wetu wa mkoa Mwanamvua Hoza Mlindoka akilisikia jambo hili kama Katavi wanaopata wengi wa cha pili atachukia sana, kwa sababu wao ndio wasimamizi wa ilani wa lila... ya Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Katavi, na wale wanaoitekeleza zoezi hili la vitambulisho vya ujasiriamali lina utaratibu okay. E... na utaratibu wake ili machinga aweze kuujua aweze kuufahamu wanaweza kufika kwenye ofisi za watendaji, kwa maana watendaji wa mitaa, watendaji wa kata kwenye maeneo yao, watapewa utaratibu wa namna ya kuvipata hivi vitambulisho nje. Na hapo hakuna utaratibu mwingine zaidi ya kufika kwenye ofisi za watendaji, watapata utaratibu wanaotakiwa kufuata. Lakini pia wanaweza wakafika ofisi za wakurugenzi kwa maana mkurugenzi wa manispaa ama mkurugenzi wa msimbo watapewa utaratibu wa namna ya kuvipata hivi vitambulisho. Nitoe pia rai kwa aa, wakurugenzi kupitia watu wao wanaosimamia haya makundi, kwa maana ya watu wa maendeleo ya jamii, lakini pia na idara ya biashara, kuhakikisha wanawafikia machinga kwa wingi, popote walipo, wakishirikiana pia na viongozi wa machinga waulayi wahakikisha wanafikia machinga kwa ajili ya kuwapatia elimu ya namna ya kuvipata hivi vitambulisho vya jasiriamali ama vitambulisho vya machinga. Vitambulisho hivi vya machinga au vitambulisho vya jasiriamali vinatolewa kwa machinga yoyote pasipo kujali itikadi wala kuzingatia sababu yoyote ile. E, hakuna itikadi, hakuna sababu za kidini wala sababu yoyote vipo na vinapatikana, ili mradi wewe ni machinga, unachotakiwa ni kufuata tu utaratibu. Sio kundi fulani ndo linanufaika na hivi vitambulisho, hapana.